Hapa ni shule ya sekondari Mndeme, iliyopo kata ya Mani Makolo, halmashauri ya Mbinga vijijini, mkoa wa Ruvuma. Shule hii ni mpya, imeanzishwa mwaka 2023. Wanafunzi walisajiliwa lakini, kutokana na upya wake, changamoto ya chakula cha wanafunzi ikajitokeza. Wakaanza, tukasajili wanafunzi mwaka 2023 wakaanza kusoma baada ya kuanza kufundisha tukakutana na changamoto ya chakula kwa wanafunzi, ndipo bodi ya shule pamoja na uongozi wa shule pamoja na wazazi tukakubaliana kwamba tuanzishe miradi ya shule, lakini kilimo kilichopewa kipaumbele hapa ni kilimo cha zao la mahindi pamoja na kabichi na hapa, hebu tukitazame kilimo kipya kabisa ukanda huu, kilimo hiki cha kabichi. Maana ni mara chache wakulima wa mkoa wa Ruvuma kujihusisha na kilimo cha aina hii. Tumekuwa na mradi wa mboga mboga mboga. Tulianza na mboga za chine, chinese tukalima, lakini pia tukawa na pilipili hoho na vitu vingine vingine, lakini mradi mkubwa ambao tunaendelea mpaka sasa hivi ni kabichi. Mradi wa kabichi, kabichi tulitarajia mwaka tulipanga tulime eh, elfu moja, elfu, elfu sita na mia tano ila tukalima elfu tano ndizo ambazo mpaka tumeshavuna, tume awamu ya kwanza na awamu ya pili sasa zinaendelea kuvunwa. Wahenga walisema penye riziki hapakosi changamoto. Awamu ya pili ndio hii hapa, kabeji zipo shambani, ni kabeji elfu mbili mia tano. Ila awamu ya pili tumekutana na changamoto kidogo, kabeji sio kubwa sababu tulipata upungufu wa maji kutokana jua, kutokana liliwaka sana na miundombinu ya maji shuleni yakaweza kukizi eneo la kabeji tulilima. Kwa hiyo ukiangalia vizuri utaona kabeji hazijakuwa vizuri kulinganisha awamu ya kwanza kutokana na upungufu wa maji. Na pia, itu, itu, pia, tuvune, na pia pia pia tu matarajio yetu tutegemea tuvune, wanafunzi wapate waweze kula. Kikubwa zaidi wanafunzi ambacho tunajifunza hapa katika hii miradi na baada ya kutoka hapa tunaweza tukajifunza njia mbalimbali mbali za kuweza kushindana na changamoto katika jamii zetu. Mfano, mtu angejifunza kuhusu kilimo labda cha mahindi, hata baadaye akishamaliza masomo yake, akishakosa labda amekosa ajira, anaweza akajiendeleza kupitia kilimo ambacho alijifunza tangia shule na kujiendeleza mwenyewe kwa kufanya shughuli za kilimo. Kwa hiyo tunawafundisha watoto kwamba inawezekana pia kutumia rasilimali ndogo ya fedha lakini wakalima pakubwa, na ikawasaidia kwenye kipato chao watakavyomaliza shule. Kwa hiyo kimsingi, tumeona mradi huu kwetu sisi tuanze nao na tutaupa na, na, na nguvu kubwa, kwa sababu tumeona matunda yake ni makubwa na faida kwa wanafunzi, wanafurahia na sasa, mipango ya shule ni kupanua mashamba ya kilimo cha mahindi ili kuongeza mapato ya shule. Kutoka kijiji cha Amani Makolo eh, kata ya Amani Makolo, halmashauri ya Mbinga vijijini, mkoa wa Ruvuma.